Wakati mingine maali ya mwanaulewa ilimshikiael kamsimamisha pale kana kana hapa kama kuna kijana yoyote anaweza kumuona yuko tayari, Mungu amepisha mwandaa tayari. Nafikiri kaka alikuwepo kwenda aligongwa na fulani kama namuvuka mwalimu, nikamleta yule ndugu yake na getu ndugu yake na Emmanuel kamsimamisha hapa alafu nikamuomba baba yake Rozi amwekee ule binti mkono ili aweze kuolewa, maana shida ya ule binti ilikuwa ni kuolewa. Akaweka mkono ule mpaka akakaa pale, akasema yani niko mwangalia wakati anapokea ile nguvu na kitu kimenigonga, basi oa na kweli akukosea, wakafunga harusi wapi? Wakafunga ndoa yao hapa, kwa hiyo yamekuwa sasa simame tu kwa heshima alafu tukashangilia tu tukafurahi. Moja, mbili, tatu, makofi kwa Bwana! Ongeza tena makofi. Aj, kwa kuwa basi yametimia, niwape makrofoni alafu maa tasalimia kidogo. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na wapenda sana wana Mispa. Amen. Kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa majengo hii na utumishi, kwa kubariki sana kwa kazi ambayo umefanya, na kazi unaendelea kufanya. Mimi na mke wangu na familia yangu tunakushukuru, na tunashukuru Mungu kwa neema hii kuchoka kutuombea, kutushauri, kutia moyo mtumishi na mama mtumishi kwa kwa hali yote, kuwa nasi na unaendelea kuwa nasi na wana Mispa kwa ujumla. Tunawapenda wote. Mungu ni mwema. Kwa kuwa jambo la kuoana au ndoa ni jambo la baraka ambalo lina kibali mbele za Mungu na shetani alipenda hili jamo kwa sababu ndani ya ndoa kuna kibali. Anasema apatae mke amepata temo tena amejipatia kibali mbele za <coughs> shetani anapambana, she nacho anapambana na kibali. Kwenye kibali hapo, ina maana kuna baraka. Wengine wanasema kibali, shetani anapambana kibali, saa kibali cha mafanikio, kibali cha bustani bali cha watoto yaani, kuna vitu vingi. si Mungu amelifunga hapo kwenye ndoa, maana si rahisi as mkono wa Mungu uweze kufikia jambo hili. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana, mama mtumishi, Mungu akubariki. Wana Mispa wote, Mungu akubariki aasaote asanafuraha <coughs> e, at akini tulikuwa wote lakini wote kwenye harusi lakini ge tunaona tumekamilisha jambo hili gu ya kwanza ungu ya pili ya familia maisha baada ya ndoa hii. Najua kuna baraka za Mungu munu. Kwa hiyo sipendi sana kuongea, najua mimi ni mwalimu pia ui, lakini ningependa nimpe na bago wangu naye aseme jambo sana.

kuna wakati inaweza ikafika ukawa mambama, ukashangaa ako, ukajuuliza, ona nipata mnene na mmaijo, sio sababu. Kuna saa mtu anaweza akapika ikawa hivyo, na kuna saa Mungu anaweza akamrudishia mtu wake. Hiyo yote tu ni ili ufalme wa Mungu uweze kutukuzwa. Kwa hiyo mimi napenda kuona kwa kwamba binti kama binti mfano unabeba itajilana au unabeba itajila kijana. Sitaki mtu anaye sita, nataka na mtu anayenyuka na ushauri pia ukubali. Uko sawa, nikikwambia haifai haifai, basi ni haifai. Ukijipeleka kwa nguvu utapata madhara. Maana maandiko anasema wanaawaoni mbaya, wanaona kile wanachokiona saa hiyo hiyo ndio wanakiona hicho hicho hicho hicho walichokiona. Lakini baba, kwa nini baba anaitwa baba? Baba anaona anaona mbali sana. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Mpe Bwana makofi ya shangwe. Shukuru sana Mungu wangu, ni mshukuru sana kanisa kwa <coughs> ujumla, mshukuru na ili ardhi, mshukuru na marabau na vyombo ambavyo ka vinaomba kwa ajili ya watu wapate waume wapate wake. Imekuwa kama kuna mahali kunapitia kwa kutafuta Mungu, alafu inafika apaende vizuri, usiogope. Huwa mungu anatabia ku kinaweza kingaje kingaje igajkigaj kka ndicho sicho lakini na mshukuru Mungu kila ambaye mshauri akanisikia wamekaa sawasawa. Lakini leo Mariam kwa baba na mama kisha kwa Mariam si rekodi hiyo alikuwa hiyo. Si sana bado amempata boss sema boss mpaka boss lazima awe na afya. Hata Mariam amepata boss yeye mwenyewe.

see katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya uwepo wako na nguvu yako, pia kila binti ambaye atakaye shiriki ichi anacho anacho kutoa, basi naomba watakuwa wameungana moja kwa moja katika jina la Yesu Kristo. Hebu mweke alafu msimame na msirudi, kama kuna watu wanawasindikiza fanaa angalieni